Na moja kwa moja tufululize hadi Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, wamemtupia lawama Rais Felix Tshisekedi baada ya familia nyingi kupoteza mali na makazi yao kutokana na mafuriko makubwa yaliyotokea yapata siku mbili zilizopita na kusababisha vifo vya makumi ya watu. Hadi jana kulikuwa na madai kwamba baadhi ya watu wamekwama kwenye nyumba zao na hakuna msaada walioupata. Zaidi kuhusu hilo, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza muda mfupi uliopita na rais na msemaji kumradhi, msemaji wa rais Tshisekedi, Tina Salama, na kwanza amemuuliza kuhusu idadi ya watu waliopoteza maisha kwenye janga la mafuriko. Sasa ni kusema kwa sasa kuhusu uh, serikali ya uh, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, watu wamekufa uh, wamekuwa uh, thelathini na, na tatu, na wao wamejeruhiwa, siwezi kusema kabisa namba yao kwa sasa. Wamekuwa wengine wamekuwa waangaliki, wame hesabiwa uh, mm. lakini wanasema kuhusu ishirini na, na kupanda. Na hadi sasa serikali imefanya nini kuwasaidia wale walioathiriwa na mafuriko? Uh, serikali uh, imetambua nafasi ma, zenye wa, watu wenye wamepoteza mambo yote kama nyumba na um, watu wenye hawana tena nafasi ya kulala, na kwa sasa watu wengi wamekuwa, kwa hiyo wanaita um, stadium ataka Rafael, wengi kabisa wamekwenda hapo, na wale waliofika pale wa kwanza wanawapatia mavazi uh, maji ni kusema chakula na magawa wale wamekuwa uh, wagonjwa, wale wamejeruhiwa, wale wenye wamekuwa katika ma, ma center ya ya, ya matunzo wamewakamata, wamewapeleka pia kwa mahospitali uh, ili wawaangalie uh, waone namna gani uh, wanaweza kuwasaidia Kuna ripoti zinasema bado wako watu wamekwama kwenye nyumba zao na hadi sasa hawajaokolewa, ni kweli? hapa na hiyo kabisa kwa uongo. Hiyo siku ya kwanza, hiyo siku mvua imenyesha nyingi sana kwa kweli, kumepitikana muda kidogo aa, mbele serikali ipite ikuje ku, kuwasaidia lakini tumeona uh, jeshi la, la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekwenda kuwasaidia, jisi maji ya mvua imekuwa nyingi sana na kukua hata jisi ya kufika kwa nafasi zingine, lakini jeshi imekuja na magari hizo za kabani kabisa ma, matrak wamekwenda kuwasaidia, wamekwenda kutosha wengine pale tafuna kabisa. Tena watu leo, kwa siku ya leo, wenye waangali wana wanaangaika, hapana e. tuliona video zinawaonyesha watu wakihangaika kujiokoa wa wenyewe, na watu wakawa wanajiuliza vikosi vya uokoaji Kongo vilikuwa wapi? Hiyo imekuwa siku ya mvua, ime mvua imeanza kunyesha usiku mzima. Sasa watu wengine walikuwa wana wanabana ngambo moja, wengine ngambo ingine ndiyo hiyo mavideo mmeona imetembea kusema kwamba watu wamekuwa wanajiangaikia wenyewe. Hapana, sio kweli kabisa. Ilikuwa tu wakati serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ipate uh, kukutana wapate kutafuta masuluhisho, na wamekwenda tayari, hii imewaelezea, uh, na kuwaleta mali hiyo. Uh, serikali imechagua baadhi ya waathirika wa janga wa hili, wanamlaumu Rais Felix Tshisekedi wanasema amewatupa mkono. Unasemaje? Hapana, hapana kabisa. Jana kwanza eh, rais yeye mwenyewe bwana Felix Tshisekedi amekwenda kuwasalimia jana, kuwatembelea, kuwaambia kwamba tuko uh, pamoja, kwamba hata waachilia na amesema uh, wawaletee kwanza msaada hiyo ya ya lazima ya, ya, ya kwanza. Wamewaletea mavazi, wamewaletea chakula, wamewaletea madawa na amewaambia kwamba yeye mwenyewe rais wa, wa nchi atakamata hiyo mambo kabisa na na watafanya hiyo mkutano kuona namna gani kusaidia wale watu, na amekwenda hata kumahospital kuona wale wenye walijeruhiwa uh,